Tujitose kwenye safari ya kina, safari inayoturudisha nyuma kwenye mizizi ya taifa letu, tukitafakari tulipotoka, tulipo na tunapoelekea kama taifa. Miaka mingi imepita. Kabumbu la historia linatufungulia ukurasa wa karne ya 19 na mwanzoni mwa karne ya 20, wakati ardhi ya Kenya bado ilikuwa chini ya utawala wa wakoloni. Katika kipindi hicho, Wakenya kutoka sehemu mbalimbali walihisi mzigo wa ukoloni, ubaguzi, ukosefu wa ardhi, kazi za lazima na kudharauliwa kwa tamaduni zao. Lakini pamoja na yote hayo, ndani ya mioyo yao kulikuwa na moto ambao haukuwahi kuzimika, taa ya uhuru. Ni katika mwanzo huo ndipo harakati za kupigania haki zilianza kuibuka. Wakati Giriamo walikuwa wakipinga ukandamizaji pwani, chini ya uongozi wa Mekatilili wa Menza, katika milima ya Nyandarua na Aberdare askari wa misituni walishikilia ari ile ile ya kutafuta ukombozi, wakiongozwa na mashujaa kama vile Dedan Kimathi na Field Marshal Muthoni. Na harakati zilienea mijini na vijijini, wafanyakazi waligoma, wanafunzi walijaza maandamano, na viongozi kama vile Tom Mboya, Oginga Odinga, Paul Ngei na wengine walitoa sauti zao dhidi ya ukandamizaji. Hatua kwa hatua, shinikizo likawa kubwa. Miaka ya 1950 na 1960 ilikuwa kipindi cha mivutano mikali, mazungumzo na mageuzi yaliyofungua milango ya kile ambacho Wakenya walikuwa wanasubiri kwa miongo mingi. Kisha ukafika mwaka wa 1963, usiku wa tarehe 12 mwezi Disemba, bendera ya Uingereza ilishushwa na kwa mara ya kwanza bendera ya Kenya ikapaa juu, ishara ya taifa lililojitoa kwenye minyororo ya ukoloni. Ilikuwa hisia ya ushindi, faraja na mwanzo mpya. Siku moja baadaye, Kenya ikatangazwa kuwa jamhuri, ikimaanisha kwamba hatukuwa huru tu, bali pia tulikuwa taifa linalojitawala kikamilifu. Harambee na hey! mashamba yetu harambee hey! mifugo yetu harambee yeah! na serikali yetu tukufu harambee yeah! Miaka hiyo ya mwanzo wa kujitawala ilikuwa na furaha, matumaini makubwa, lakini pia changamoto za kujenga misingi kutoka mwanzo. Serikali ya wakati huo ilijikita katika kuunganisha makabila kujenga taasisi za elimu na kupanua hospitali, kuanzisha mashamba ya pamoja na kubuni sera za uchumi ambazo zingewainua wa raia waliokuwa wamezama kwenye umaskini tangu miaka ya ukoloni. Kadri miaka ilivyopita, viongozi mbalimbali mbali waliweka alama zao katika safari ya taifa. Kipindi cha chama kimoja kilileta udhabiti fulani, lakini pia kilikuwa na changamoto zake: migongano ya kisiasa, uhaba wa uhuru wa kujieleza na migawanyiko ya kisiasa. Mageuzi ya miaka ya 1990 yalileta mfumo wa vyama vingi na kufungua sura mpya ya uwajibikaji na demokrasia. Kuanzia hapo, Kenya ikaanza kusimama kwa miguu yake kutokana na maboresho ya kiuchumi, miundombinu na huduma za jamii. I am glad to inform Kenyans that I have today assented to the bills as a sign of my commitment to political reforms. Miaka ya sasa imekuwa ni kipindi cha nchi kujaribu kujenga uchumi unaoleta watu wa kawaida kuwekeza katika teknolojia na ubunifu wa vijana, na kupambana na changamoto za ufisadi, kuimarisha usalama na kuunda sera zinazolenga kuinua kila mwananchi bila kujali eneo, kabila au hali ya kiuchumi. Job offered online. In this connection, we have provided a thousand scholarships through the ICT Authority to support training in digital marketing, e-commerce, data analytics, IT support, project management, user experience design, and of course, the critical aspect of cyber security. Ni kipindi chenye changamoto gharama za maisha, ukosefu wa ajira, ukame wa mara kwa mara, lakini pia ni kipindi kinachotia matumaini kutokana na hatua za maendeleo zinazoendelea kujengwa. Katika safari nzima, Kenya inaendelea kubaki taifa lenye nguvu, lenye amani, lenye uwezo wa kusimama imara hata pale dhoruba inapofuma. Hii leo tunapotazama miaka sitini na miwili ya jamhuri, tunaona taifa ambalo historia ya mashujaa wa jana imejivika ndani ya mabega ya vijana wa leo, na taifa ambalo linaendelea kwenda mbele kwa nguvu bila kupoteza maadili ya utu, umoja na haki. Na sasa, kwa niaba ya wasikilizaji wote na kipindi hiki, napenda kusema heri ya siku ya Jamhuri. Huu ni wakati wa kukumbuka tulikotoka, kusherekea tulipo na kuweka matumaini ya kesho iliyo bora zaidi. Kenya ni yetu, mustakabali wako pia upo mikononi mwetu. Mungu na aiweke Kenya salama, na Mungu awabariki nyote. Ushangilie ee jamhuri, ee jamhuri, ee jamhuri.